Naitwa Shams Ramadhani ama Duka Huru maarufu kidawa <laughs> uh, ni mwalimu wa digital marketing lakini pia ni trainer na ni mwanzilishi na mwasisi wa kampuni ya Duka Huru Brands Tanzania Limited. brananzanaiied Okay. Uh, mimi naitwa William. williamka Right. Yes, mwezangu anaitwa Ivan. Okay. Sisi ni Vani Image Pro Yeah, so tulikuwa ni kama ni short interview <coughs> na naimani hii baadhi ya maswali ambayo tutauliza, <coughs> pia ni kwa manufaa ya watu ambao wanaisikiliza hii hususani, <coughs> vijana wenzetu <coughs> <Sawa>? Yes, haba nikianza <coughs> na <nasoja> swali la kwanza. <coughs> Okay, uh, ni nini kilikusukuma kili kuanzisha Duka Huru Studios na changamoto kubwa ulizokutana nazo mwanzoni zilikuwa ni zipi? Nadhani nikizungumza hapa uh, mtanielewa. Imagine hmm, unamwambia ndugu, rafiki, mzazi kwamba naacha ajira rasmi yeah, naenda kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika. I think changamoto umezielewa. Yes. Lakini pia kingine kikubwa ni <coughs> kupokelewa na watu haraka wa haraka. Okay. Wakati naanza nilikuwa namwambia mtu, kuna mtu kaniita nimsetie Facebook afanye matangazo na mshaji wa elfu hamsini. He? Yaani umsetie Facebook bila elfu hamsini? Oh, wewe utapeli wewe. So hizo ndo changamoto unazipata. Lakini sasa hivi kidogo hamna hamna hizo changamoto so that was the only challenge i faced na ah, okay sorry with that okay swala la pili vijana wengi wanataka kufanikiwa kwenye mtandao wa kijamii na biashara mm. unadhani kosa kubwa wanalofanya mara nyingi ni lipi ah uh, not not try to be you yes kwenye knowledge unasema utasoma kila kitu lakini the best knowledge ni kujijua wewe Ukitaka kufanya kwa mitandao ya kijamii usijaribu kufake chochote, usijaribu kukopi mtu mwingine, usijaribu kuwa chochote kwa wewe. Tukiangalia mfano, tukisema tu fake, mimi kila siku nitumie filter, ungeona ni handsome sana, au sio? Jamani, mimi lakini I'm not trying to be anyone else I'm trying to be myself. Hilo ni zoea, ndio maana nikikutana mtu offline na okay, online hawezi kushtuka kwa nikagua okay, okay, mara okay, okay, ya pili sababu this is who I am, na natumia mapungufu yangu na strength zangu na knowledge na experience kwenye maisha kila siku, kwa hiyo I create an authentic brand. Mimi niko vile nilivyo, ukinikuta mtu niko hivi okay. uh, swali la tatu, mm-hmm. ni mikakati ipo umeitumia kufikisha duka huru hadi kwenye brand ya wafuasi zaidi ya <coughs> watu laki moja? uh, mkakati wa kwanza ni kugusa maisha ya watu kila siku, yaani yeah. hicho ni kitu cha muhimu sana watu wanavyotekeleza maudhui kwa kwenye akaunti yako mitandaoni, wanataka kufananisha na situation zao. Mfano, ukizungumza sasa hivi kwamba ukigombea uh, urais utakosa, ukigombea urais utaukosa. yeah. mtanzania wa kawaida na nusu mi sigombea urais ata skip but nikizungumza kama umevaa suruali lafu ukavua ukaona mguu unawasha inawezekana